Kitabu cha 2 Corinthians, 2 Corinthians, 2 Corinthians. Leo nataka niongee kuhusu huduma. Kwa huduma, kuna pali ambapo tutainuliwa. Pali pa gani tutainuliwa? Pali ambapo injili inahubiriwa. Paulo aliinuliwa kwa huduma sana, yeye alikuwa mtumishi wa Mungu wa kipekee na alihubiri sehemu nyingi kushinda mitume wote. Aliinuliwa pahali ambapo alihubiri, Mungu alitenda miujiza, na bali ambapo alienda watu walimsikia. Pia aliinuliwa, aliandika waraka kumi na tatu. In fact, karibu a third ya New Testament iliandikwa na mtume Paulo. Lakini leo sitaki kuongea kuhusu pali pa kuinuliwa. Leo nataka kuongea kuhusu pahali ambapo Paulo alikuwa na miba kwenye nyama yake, a place of pain. Dada, niwaambie katika hii huduma sote tutapitia pahali pa uchungu. uchungu mwingine unaletwe na watu ambao tunakaa na wao, uchungu mwingine unaletwa kupitia kwa hali ambayo tuko ndani yake. Na Paulo aliomba Mungu amtolee mwiba mara tatu, ambaye ilikuwa ikimsumbua na hili uchungu, lakini Mungu akamwambia neema yangu inatosha. Leo nataka kuongea ya kuongea katika huduma ya mwimbaji, huduma ya kuhubiri, ni lazima sote tutakuwa na mwiba kwenye nyama zetu. Utakuwa na changamoto ambazo tutapitia, wengine ni kwa sababu ya afya, hata changamoto zingine ni kwa sababu ya majirani ambao tunakaa na wao, na hata wenzetu, na hata maneno ambayo utasikia, watakuchochea hata wengine watabadilisha nia ya yao. Lakini tutafanyaje licha ya changamoto hii ambazo tutapitia? Jambo la kwanza, tusife moyo. Lazima kuwe na upahali pa uchungu katika huduma. We will all encounter, na ukipitia changamoto usifikiri ni wewe pekee yako, haya changamoto yenye tunapitia. Hata Paulo hakusema ni nini. Watafsiri wengine wa Biblia ni wanasema ni saa zingine alikuwa na shida ya macho, wengine wanasema ni saa zingine alikuwa na sura mbaya watu wakakataa yeye, wengine wanasema hapana, saa zingine alikuwa na dhambi ambayo ilikuwa ikimsumbua na kuiacha kila mmoja wetu anaelewa uchungu wake katika huduma ambaye anapitia kibinafsi. Tena nikujulishe kama unapitia ni ya kwamba huko na pahali pa uchungu katika huduma. Kitu cha pili katika huduma, iko sababu ya kupitia kwa uchungu katika huduma, huko na sababu Paulo alipitia uchungu huu kumkumbusha ya kwamba yeye ni mwanadamu na asiwe na kiburi, bali kwa kuinuliwa inaweza kukufanya uhisi ya kwamba wewe ni zaidi ya mwanadamu, lakini uchungu inakukumbusha ya kwamba wewe ni mwanadamu. Ingawa Paulo alikuwa ni mtume na alitumika sana, lakini uchungu ulimkumbusha yeye ni mwanadamu na anategemea Mungu kila siku. La pili, Mungu anatumianga uchungu ambaye anapitia katika ugumu kututayarisha kusonga hatua mengine. Daye, niwambie mtu mwenye anaitwa seremala anatumianga sanpepa kusugua watu, na akishasugua anatumianga sanpepa kusugua mbao ndio inakuwa smooth. Mungu anatumianga uchungu, anatumianga kukosa, anatumia watu kukudharau na kukuchekelea, anatumia watu kuona hutaenda popote kukufanya ujue yeye na sio mwanadamu ndio ana mpango na maisha yako. Kitu kingine katika hii uchungu, Mungu anatupeleka mbali. Jambo la mwisho ni kwamba katika hii uchungu ambaye tunapitia kama Paulo, Mungu atatimiza malengo yake na akamwambia Paulo, neema yangu inatosha katika hii uchungu ambaye tunapitia. Mungu anatukumbusha kwamba neema yake inatosha. kila siku tuishi tukitegemea neema yake Mwenyezi Mungu. Hii uchungu wakati mwingine haiwezi toka kwa urahisi, wengine tunaishi na lakini Mungu anasema neema yangu inatosha. Jambo la pili katika uchungu, Mungu anakuambia mimi ndio ninakuwezesha, usijitegemee, tegemea Mungu. Na hata sisi tumepitia changamoto wakati mwingi katika huduma na hata wakati mwingine umesumbuka na hata saa zingine umeona wacha, saa zingine nisiendelee, lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba Mungu anatukumbusha kuna pahali pa uchungu. There is a place for pain in ministry. Number two, there is a purpose of pain for ministry. Number three, there is power in pain when it is mixed with God's grace. Uchungu ambao tunapitia ukiongeza neema ya Mungu itakupa uponyaji na ushindi na hata itakuongoza kuomba Mungu akusamehe na kukupatia mwelekeo katika Wakati mwingine, nikimalizia, nataka kusema ya kwamba kila mmoja wetu amepitia uchungu ya kibinafsi, na unajua saa zingine ni jambo unahitaji kutubu, saa zingine ni jambo unahitaji kubadilika, saa zingine ni jambo ambayo unahitaji Mungu akusaidie usamee mtu. Naomba, you know? Mungu kwa neema yake atusaidie sisi tuwezi kumwambia Mungu kupitia kwa changamoto hii, ninajua kuna sababu Sio mambo mengi. Nataka kila mmoja wetu tutafute nafasi kwa dakika tano nje ya kanisa, unaweza kwenda pale wewe mwenyewe ujiongelesha na uambie Mungu katika haya ambayo inapitia, saa zingine hakuna mwingine anajua, ni wewe mwenyewe mwenye, ambie mama na imemfuata na nijaribu